Halo. Ee, hey, shoga yangu niambie. A ah, mimi niko poa. Hebu <laughs> Mwajuma, njoo nikueleze. Yaani njoo sasa hivi, kuna ubuni nataka nikupe, yaani sasa hivi bila kuchelewa. Karibu. Sante. Mwajuma huyo. Kumbe ulikuwa karibu tu hapo. Shoga yangu nilikuwa hapo. Nilikuwa karibu shoga yangu nilikuwa hapo. Nipata kanza nguo huko dukani mara moja. Karibu. Na nikupe mambo ya buyu. Buyu. Kuna nini? Mimi unajua nimetoka kwa mashula. Eh? Mama Ashura kanieleza kila kitu. Kitu gani? Anaumwa shoga yangu unaushoga n no, yu, Ashura. Yupi huyo mwanafunzi? Mtoto wake. Ndio huyo mwanafunzi huyo. Shoga yangu ananifataga nyumbani, anakuja mambo yake, ananiambia mimi nifanyaje? Umekwisha mimi wao wewe ndio umekwisha, kwa sababu uh -huh. wewe ndio rafiki rafikia, na wewe unavyoonekana, we ndio unampotosha. Ukimona, kwa kwa yani kubuani, koka, mimi na mtoto mtoto wake yule mtoto tu mwenye kwanza, ukimwona amekubuta tangu tumboni kwa mama yake, kwangu mimi huko tofauti. Yani nimemkuta kubwani kashabale baleni kwa kama mimi hmm? nampotosha ni vitu vingine. Kwanza kuna kitu sanya boda boda, hili sio mimi, hiyo nikwambia kitu. Hashula yupo walu walu walu, kama anajini maaba, hashula tulivu, hashula yeye kupika shida, mama yake amheshimu ninavyokuambia navyokwambia, kitu kikimkuta Ashura, Ashura akibeba mimba, wewe kwao kwa mwanaume nampelekaga na mi sindo shoga yake. Wejamani, mtu mzima, tatizo yule mtoto mwenye amekubua tangu hapo, wa mwangalie tu na mamake mwenyewe, anashindwa kabisa kumcontrol mtoto wake. Hivi mtoto nomzaa mimi, mimi nimembeba miezi tisa ingi na wiki moja ya kauli yote sasa hivi, fanya vile, nashindwa. Si uko na wenzi mjukuu, bibi wewe, yule mwanafunzi yule, ni mwanafunzi mimi, mwalimu pembeni. Yaani, utakuja kulikumbuka hili neno, naliliongea hapa, nimekaa hapa kwenye sofa

wana. Oya, oya, oya, wana, wana aje ya makawa sana beshi. Oya, wanangu, leo mimi sina chombo bwana, simuelewa tena

nini mshikaji wangu, sogea basi, hata ni skue chuma bwanangu, pausha basio mwanangu, leo unanikataa sio? Ko leo washikaji mnanikataa sindio? Mnazingua wanangu, yani mii mnazingua sana tena

Kwa faza ya tayari umekuona. Mama anakusaka yeye. Hmm. Ah, vipi lake? Saa tisa kwa shoga yangu. Ukitoka hapo kwenu kwenda huko kwa ule shoga yangu mimi, pale mama awili yule. Kwenda kumwambia kwa eti mimi sio utongozaye mabwana wewe, sijui yaani maswala ya kibao kanda kaniambia. Ilikuwaje kwaje na mlianzia nini? <laughs> Bora tena ningechukua mdomo wangu ndio mambo. Ah, ilikuwaje jina lijuaje? Yaani mama mama yako ndo unaendaga naye katika hizo shughuli au tunakwaga mimi wewe na mama yako katika hizo sehemu? Mama seke seke la juzi hapa kamchukua, wamechukuzana, ameenda kwake huko sio? Ameongea ujinga gani wamerudi nyumbani. Mhm, uh -huh. Yani, mimi sijamwambia chochote hapana. Nilipo nyumba yenyewe na yeye una tuko nyumbani, shoga yako kanit mtu kashangaza, apiga simu ya yalo uko wapi, sijui nini <laughs> yani wewe yule mama yule amekuja nyumbani amenisema kama mtoto mdogo. Amekusema sasa, kisa nini? Kwa sababu mtu akikusema lazima sasa mtu ajue nyendo zako, si tabia zako wewe, mtu atoke tuko akisema wewe. Shangaza sana, kaja kanipigia simu. Alo, opo wapi ah, shoga yangu? Nje hapa. Sio kuna ubuyu, sio kuna nini. Mimi nikajua sio ubuyu, shoga yangu sio kuna mtu sio uko huko niende nikamchiambe. Tukapigani. Tukalala wengine jela, wengine akalala mchwali. Wewe tena. Ndio. Natoka itafika hapa, sio wewe, shoga sijui Ashura sijui nini? Yule mtoto sijui malaya sije tulia sijui nini? Sasa mimi nashanga malaya kumshaga mimi. Na huko kwa mwanaume inakuaje? Shoga yangu sio kwa kaja kantora manamba nilimind japo ya shoga yangu nilimstai tu. Wewe mwanafunzi, ayo ndio unafikiri kuna mengine? Wewe mwanafunzi, mimi sio mwalimu mi la hiyo kawaida, nimeenda kumfanyisha umalaya mwanafunzi, umalaya

Karibu ndugu wangu, leo sikufungie, nikupe kolesani mnambea sibi, nikupe sambusa kwanza, nikupe mchapo si zote, kawaida yangu wewe, eh Bahati mbaya <tus> shoga yangu mm -hmm. yule Ashura eh? baada ya kutembea na madevu, huyo huyo huyo, uyo ndugu wangu, huyo huyo madevu. Dada anatembea na Ashura jamani, ila mdomo ukoma. Madevu mteja wangu uja huyo mteja wangu shoga, jamani, we acha. Wa wazazi wao wanapambana hivi, najua mama yake Asha anavuangaika anaangaika na beseni la mboga mboga mboga, leo hii jamani, Asha anakuja kufanya mama yake, nikwambie udugu wangu, ila ukisutwa Walas, ah, shoga angu na kukana mwezangu, aka madevu hapa ndo anaposhinda. Sitaki shoga angu, shoga angu, madevu anatembea na wanafunzi. Madevu huyo huyo, wakijua iki huyo huyo, wakijua hichi hichi, udugu na wanafunzi Ha, yani, na Bibi we hiyo ndo habari kamili. Kijiweni hapa dada. Hujui mwana. Ngoja tuone. Mama yake anahangaika, anabeba mabeseni huko na huko na mboga mboga. Leo hii tena ajajaza mimba. Ndo mwangu kwa mtoto wangu. Usiseme shoga yangu, shoga yangu mwenzangu, na ukubwa huu nikisutwa bibi, haya, nenda nenda. Ashura, kwanza za saa hizi. Salamu za nyumbani Yaani katika pitapita pita zangu nimekutana na maneno ko kuhusu huyo mwanao mwanao, kuna kijana anatembea naye, lakini sina uhakika sana ila, nachokuomba wewe hapo, peleleza ujue kijana gani ambaye anatembea naye, na kama una, unaisi tu mashula. We acha tu, mii sijui chochote, nishakuambia pita pitapita yangu nimekuta maneno yanaongeleka kuhusu Ashura na huyo kijana. Wewe peleleza ujue mwanao anatembea na nani, kijana yupi? Yaani kila siku mimi na mkawa moto. Leo nasikia hili, kesho nasikia hili. Ni mimi peke yangu ndo nimezaa mtoto wa kike kwenye huu mji? hmm. Mbona ananieleza huyo binti, shoga yangu? Nashukuru. Aya bwana, mimi hata sikai sana, maana nimetoka nyumbani nyumbai, nipitie hapa. Ah Kuja nikampikie mume wangu. Nashukuru shoga, karibu. ah, ya bae. Eh, nashukuru bwana. watakuja kuniua watoto. Shule wapi? Ashura? Nimemwacha shule. Anafanya nini? Yupo na marafiki zake. Mimi mbona tundeke nyumbani, akisema wetangulia, anakuja na wewe. Ukakubali kumwacha ukaja wewe hapa nyumbani? ana eh, shida gani huyu mtoto. Wewe mnanitania eh? Ama mama, si tumeruhusiwa tupotoka pale nje, akisema wetangulia, mimi nakuja nani kani anauliza, kuna kitu unataka kunificha? mm -hmm. Eh. hata nilichoambiwa akijapoa naanza kuwaza jambo jipya tena. Hebu nitokee hapa, nisiende kumalizia sira zake na hiyo mboga ya bajeti, maana mchelewe kumaliza sina mpango. Oh. Ah.

Ushanza ujeuri na we unasura ya upole tu, kuliko yule mchuchizi yule. Unataka nawe kunivuruga hdi mshahidi dai kidogo tu, kwa hiyo nachoma. Unamnyatia nani? Unamnyatia nani? Unamnyatia nani? Unanyata nini? Naongea na wewe, una eh, una mama, wewe unamnyatia nani? Unatoka hapa saizi, natoka. Wewe ndio unafunga madarasa? Unafunga madarasa wewe? Ndio mlinzi wewe? Mlinzi nakuuliza Mama, nilibaki kujisomea shule. Wewe unataka kunikumbusha hizo hizo za nyuma, unataka nikubonde sasa? Sasa ubaya ubaya, utafuta ubaya. Saizi Ashura una nini Ashura? Ni niongeeje? Niite ngoma? Utakuja kunitafutia kesi? Unajua kama mimi mama, nimechoka kuzungumza na wewe. Oh, mama, kuna kosa gani nilolifanya kubaki shule? Nenda kabadilishe nguo. Lazima nizungumze na wewe. Na hisi hadi joto wa shule ukuona